Mujibu wa ripoti nyingi za Uhispania ikiwemo Daily Mail Sport zimeweza kuripoti kwamba kinda Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 17 na mwanamitindo Fati Vazquez mwenye umri wa miaka 30 wapo katika penzi zito, ingawa hakuna udhibitisho wa moja kwa moja, lakini picha moja iliweza kunaswa na mtu ambaye alikuwa eh, pamoja na hawa bana ambapo ilionekana kwamba boti ndogo iliweza kuonekana wakiwa wamepakizana wawili hawa, na ilionekana kama wapo katika hali fulani hivi ya kimahusiano. Hii inakuja E, ikiwa e, umepita mwaka mmoja tangu kijana huyo alipoweza kuachana na mpenzi wake, ambapo inasadikika kwamba mpenzi wake aliweza kumwacha kwa kumchiti baada ya kuweza kutoka out na vijana wengine, na sasa ameweza kuamua kujikita na mishangazi, ambapo watu wengi wamekuwa wakiendelea kumponda Lamine Yamal kulingana na jinsi ambavyo picha hii imeweza kuvuja kwenye mitandao ya kijamii. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe ku comment utakometisha